Mkoa wa Dodoma ambao ndiyo makao makuu ya nchi una eneo la kilometa za mraba 41,311. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, idadi ya watu Dodoma ni zaidi ya milioni tatu, ambao asilimia 72 ni wakulima wanaotegemea zaidi kilimo na ufugaji. Hapo awali mkoa huu ulitambulika kuwa ni wenye ukame kutokana na kuwa na mvua za wastani, zinazoonyesha kidogo na kipindi kirefu cha jua. Kutokana na ukame huu, wenyeji walitegemea zaidi kilimo cha msimu mmoja wa kilima mahindi, mtama, karanga pamoja na zao la zabibu ambalo ni maarufu sana kwa mkoa huu. Ndugu Joyce Mosile, mwenyeji wa Kilimanjaro, ambaye pia ni mtaalamu wa kilimo kutoka Wizara ya Kilimo, ameonyesha njia ya kuingia katika kilimo cha umwagiliaji akilima mboga mboga na matunda katika kijiji cha Mchemwa kilichopo kata ya Makutupora. E, kwa sababu tulivyokuja tena, wakati tunaanza kabisa, ilikuwa ni kipindi, ilikuwa ni kipindi cha kiangazi, kwa hiyo maeneo yote yalikuwa ni makavu makavu kabisa. Kwa hiyo tumekuja sisi tumeanza wakati tunaanza hapa tulianza kuchimba kisima tulivyochimba kisima tukajenga hiki ki structure ambacho mmekiona hapa hiki kijumba tukakieka na hiki kiuzio hiki ndio tulichoanza nacho kipindi hicho pia hata hatukuwa na hizi solar panel kwa hiyo tulianza kwa, ku, kwa, kwa kutumia kununua generator na kutumia mafuta sasa hapo sasa, tumekuja tumekuta hapa ni pakame kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tunaanza kuchimba mashimo, tulianza tulisema tuanze kulima kuweka miti ya matunda, lakini vile vile tuanze kuweka na mboga mboga. Kwa hiyo tukaanza kuajiri sasa vijana au vibarua wa kutuchimbia mashimo. Sasa hao ndio walikuwa wanatushangaa, wana, wana, wana, yani sisi tumekuja kufanya nini huku kwa sababu katika uzoefu wao wanajua huku wanasubiri mvua ilime, wanalima mara moja kwa mwaka basi. Lakini sisi tulitamani tuweze kubadilisha utaratibu, tuweze tuweze kuwa na na na kilimo cha kulima mwaka mwaka mzima, tuweze kuvuna matunda mwaka mzima kuvuna matunda na tupate mboga mboga. Kwa hiyo tulianza hivyo hivyo na hatukusikiliza hayo maneno ya kutuonyesha kwamba tunachofanya tunapoteza. Tuliendelea kusimama na ile nia ya kwamba tunataka tuweze kuonyesha kwamba kilimo kinawezekana na tunaweza tukalima Dodoma mwaka mzima. Kwa hiyo tukaanza hivyo hivyo tukapanda miti ya matunda na ili tuweze kuendeleza shamba sasa kwa sababu ule mtaji tuliokuwa nao uliisha kwenye kuchimba kisima na kujenga hii, hii structure ya, ya kwa ajili ya kupata sehemu ya kuweka pump. Tulianza sasa kulima mboga, tulikuwa tunalima mboga zote na tulikuwa tunakuja hapa Jumamosi familia nzima kwa ajili ya kufanya umwagiliaji. Kwa hiyo tulikuwa tunamwagilia kwa mkono na tunavuna hizo mboga, sasa tunauza kwenye migahawa mbalimbali mbali na tunauza ofisini na zile mboga ndo zilikuwa zinaweza kutusaidia kupata ile ya mafuta ya kuja huku na kwa ajili ya kuendeleza kuweza kuliendeleza shamba. Kwa hiyo hatukurudi nyuma, tuliendelea hivyo hivyo na kweli. Kwa hiyo tukaweza ku graduate, tukaanza kulima vitu vingine. Baada ya kumaliza kulima mboga, tulianza kulima nyanya. Tulikuwa tunalima nyanya almost shamba zima, na zile nyanya tulivyokuwa tunalima tulikuwa tuwezi kuziuza wenyewe, kwa hiyo tulikuwa tunaziuza kwa jumla Sema sasa, nyanya nayo biashara ya nyanya nayo ina changamoto zake. Unaweza ukajua umeusoma msimu, lakini kumbe kila mtu naye akasoma msimu, kile kimbe ambacho unatarajia ungevuna kwa kuwa kila mtu pia amevuna, kwa hiyo unakuta mauzo yanaweza yakashuka ile bei ambayo ulitarajia ungeipata usiipate. Ehe, kwa hiyo tulivyoona hivyo sasa ndio ikabidi tufikirie njia nyingine ya kufanya ili shamba liendelee. Tukaona ili tuweze kufanya liendelee tujitahidi, tuchanganye mazao yote, lakini pia tufungue selling point, yaani sehemu ya kuuzia kwa hiyo tukafanya hivyo. Kwa hiyo tukaanza sasa ku kuchanganya matunda, tukaweka matunda mbalimbali mbali. Kama tulikuwa tumepanda machungwa na maembe tu, tukahakikisha tuna malimao, tunaweka maparachichi, tukaweka mapapai, tukaweka matope tope, tukaweka makomamanga. Kwa hiyo tukachanganya, tukaweka viazi lishe, maboga lishe, tukachanganya vitu vyote tu ambavyo tunaweza kwenda kuviuza kwenye kwenye lile soko tulilofungua kule mjini. Kwa hiyo kwetu ndio ilikuwa ni kama njia ambayo iliweza kutuondoa kule ambako kwenye ile njia ambayo tunaona huku tukielekea huku tutafeli. Yaani, shamba tutaliona sasa hatuliwezi. Ndio tukaweza sasa. Kufanikiwa katika kilimo kuna hitaji juhudi binafsi. Kuwa na utaalamu pekee haukutoshi kufanikisha ndoto kwenye shughuli za kilimo kama hiki. Ili kufanikisha malengo inakubidi upende kile unachokusudia kukifanya. Baada ya hapo uwe na utaalam kama anavyoeleza mtaalamu huyu kutoka SUA ambaye yeye ameonyesha njia kwa vitendo na kilimo kwa asilimia kubwa. E, uzoefu ndo unamata unavyofanya ndo una, unapata uzoefu na unaweza kufanya vizuri zaidi kupitia ule uzoefu um, lakini vile vile, kitu kingine ambacho naweza nikakisema, kwa nini kama mimi mwanamke nimeweza kufanya hivyo ni kwamba kama mama wa familia au kama mama wa watoto, sisi kama mwanamke, siku zote huwa naangalia kama familia yangu tupate kitu cha ziada cha kutuongezea kipato, na sio kutegemea tu kwamba nimeajiriwa. Lakini vile vile, ajira yangu pia inani inani inani niseme kama ni, inanishawishi niweze kufanya vile ambavyo nafundishwa kwa vitendo. Kwa hiyo naiongezea, isiwe tu nafanya ofisini, lakini nifanye kwa vitendo yaani hata mtu akaniuliza wewe kama Joyce wewe ndio ni mtaalamu wa kilimo lakini unafanya nini, naweza nikamjibu kwamba kweli mimi ni mtaalamu lakini pia nafanya kwa vitendo, na nikaja kumwonyesha na akaweza kujifunza kwa vitendo. Kwa hiyo hivyo vyote vimekuwa kama ndo ndo vilivyonipa msukumo. Kwanza hapa haikuwa rahisi, na sisi hapa hatujaanza na mtaji mkubwa, tulianza na kile kile kidogo tulichokuwa nacho na tuliweza kuanza tu kwa kupata ule uwezo wa kuweza kuchimba kisima. Hiyo ndio ilikuwa ilikuwa ni uwezo wetu namba moja. E, eh, ambayo hiyo eh, uki, kwa mtu yoyote ukisema unajikusanya unaweza ukajikusanya ukaanza. Kwa sababu kuchimba kisima naamini kuanzia milioni nane, milioni kumi, hapo mpaka milioni kumi na mbili mtu unaweza ukachimba ukapata kisima. Na ukishapata hicho kisima sasa baada ya hapo unaweza ukaanza kujipanga taratibu kufanya mambo mengine. Na si ndio tulianza hivyo hivyo. Na tulianza kama nilivyokuambia pale awali, tulikuwa tunakuja shambani ikifika Jumamosi, Jumapili, tunakuja familia nzima kwa ajili ya kupanda miti, kwa ajili ya kumwagilia wote, yani baba, mama, watoto wote mnaanisha shambani. Ndio yalikuwa maisha yetu kule mwanzoni, na maana tulianza taratibu mpaka tukaweza sasa kuanza kuweka drip taratibu taratibu, kwa unaweza kununua rola la drip moja, labda rola moja laki moja na themanini, unanunua mwezi mmoja, unanunua mawili, hivyo hivyo Eh, gharama kubwa ambayo inaweza ikamgharimu mtu kwenye kuweka kilimo cha umwagiliaji ni kununua kuweka ile system ya umwagiliaji nzima kwenye shamba. Hiyo nayo mtu unaweza ukajipanga kidogo kidogo, ukakusanya ukafanya. Kiukweli kwenye maendeleo yoyote yawe ni ya kilimo, yawe ni ya kufuga, yawe ni ya biashara inabidi tu ukubali kuanza chini na ukubali kuanza kidogo. Ehe, ukisema utataka uanze kila kitu na ufanye kila kitu ina maana hautaka uanze. Kwa kweli kwa Dodoma kilimo itakuwa ni fursa namba moja kwa sababu gani? Dodoma hali ya hewa yake inafanya mazao yote ya kubali. Na hili jua tunalolipata hapa Dodoma ni hazina. Sasa kusema ni hazina kabisa. Na pia upatikanaji wa maji Dodoma upo. Maji ya chini yapo kwa kweli. Kwa hiyo tukiunganisha ukishapata maji na ukichanganya na hili jua hakuna kisichokubali hapa kwenye ardhi ya Dodoma. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaona wanaweza wakaingia kwenye kilimo kwa kweli uingie kwa, mi, kwa miguu yote miwili sio kwa kujaribu. Unaingia kwamba nafanya naenda kulima na inawezekana kabisa. Na fursa nyingine ni kwenye kufuga. Wakati tumeikuja hapa Dodoma mwaka 2018 tulikuwa tunapata kuku kwa bei rahisi sana. Lakini sasa hivi zimepanda bei. Kwa hiyo ukifuga pia ni fursa uweke kuku, ufuge mbuzi, vyote hivyo vitu vyo vimepanda. Fuge ng'ombe, Ufuge samaki kwa sababu wale watu waliokuwa Dodoma hapa sio wale wale, wameongezeka na wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo kama wakina mama tusikae tu, tusikae tu nyumbani. Tusirizike tu na vile tunavyofanya, tutafute vitu ambavyo tunaweza kufanya muda wetu wa ziada kwa ajili ya kuongeza kipato kwa ajili ya familia zetu na watoto. Kilimo cha mboga mboga na matunda katika shamba hili kina utofauti mkubwa. Ndugu Joyce ameamua kujitofautisha kwa kulima kilimo kinacholinda afya ya mlaji. Tuliamua tufanye kilimo ambacho kitalinda afya ya mlaji ehe, na ndio maana tukajikita tuhakikishe tunalima kilimo ambacho tunasema ni kilimo ambacho ni, ni hakina dawa au kwa kizungu wanasema organic, e, kuna, tunachofanya sasa, badala ya kutumia yale madawa ya viwandani moja kwa moja tunatumia madawa ambayo ni tunatumia vile vitu ambavyo tunavitumia kawaida kwenye familia zetu. Kwa mfano, kama sisi tunachanganya kwenye kupunguza wadudu, tunachanganya tunatumia vinega, lakini pia tunatumia mkojo wa sungura, tunatumia pia baking tunatumia ile ile tunachanganya na chumvi, wakati mwingine tunachanganya na sukari, vile Mm-hmm. vitu vya kawaida tu ambavyo vinafukuza wadudu. Na vile vile tunachanganya mimea ambayo ina uwezo wa kufukuza wadudu huko shambani. Ehe, na kama ambavyo tumepita, ukiangalia ukweli shambani kwetu sio kwamba hakuna wadudu, wapo. Mboga utakuta zimetobolewa kwa sababu hatu, hatu, hatuna ile yani hatuzuii hatuna ule uwezo wa kuondoa wadudu asilimia mia moja, ila tunawapunguza na tunahakikisha kwamba tunapata matunda na tunapata mboga ambazo hazina hazina hazina sumu.